Majina anaitwa Mama Faisali. Ni jirani na huyu mama. Sio jirani yake sana, ni ngambo nyingine. Mimi ndo ninopewa taarifa za mtoto. Baada kupata taarifa, nikaona sio vizuri kwenda polisi kabla sijahakikisha. Ikabidi nifanye namna kukutana na huyu binti. Baada kuona na naye huyu binti, nilimwangalia. Nilipomwangalia nikakuta kweli ana majeraha. Ndio ikabidi sasa niwaite majirani zangu niwapigie simu. Tuwapigia simu ndo tukaja tukamwangalia mtoto, ndio tukaenda polisi. Polisi tumeenda tumefuata taratibu za kule, tumampeleka hospitali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ndio tukaona tuwapigia na nyinyi, tumuone huyu jirani yetu anafanywaje, ukatira anafanyia, yani ni kama tabia yake. Sasa ni tabia yake, akikutana akipata, atakaki kwanza msichana wakubwa, anataka msichana mdogo amfanye anavyotaka yeye. Kwa hiyo sasa, yani ni mtoto ni o kipigo tu anachimba mpaka visiki na tunaona, lakini ndio hivyo, anajisikia yule mama hawezi kumwambia kitu. Mtoto hata kuku amekufa, anakatwa mshahara, amevunja chombo, anakatwa mshahara, mpaka nguo ku, za kuvaa. Sasa hivi akaenda labda aoge, hana nguo ya kubadilisha, ni yule mama amezificha, amezifungia. Yani hata mwenyewe anaogopa kwamba mtoto anaweza katoroka muda wowote. Yani ni mkatili, ni mkatili. Ndo sasa hii tukaona sasa hii imevuka mipaka. E, mtoto wa mtu kama umtaki, mrudishe kwao, sio unamtesa hivyo. E, ndo hivyo. Na lingine ambao tunakazia sasa kama majirani, huyu hatutaki kumwona tena wala kumsikia na msichana wa kazi, mm, atakuwa tu aishi yeye na familia yake, maana hawezi kukaa na mtu. Sheria kwa kweli iangalie jinsi ya, ya kumwadhibu kiangalia, na pia na yeye ni mwalimu, anatufundisha watoto wetu. Sidhani kama kuna mwalimu mwenye ukatili kama huu hafai hata kuwa wali ko, yani tui, na walimu wake. Kwa hiyo yani sheria tu hii iangalie namna ya kumsaidia mtoto. Sio mtoto tu. Watu wote wenye tabia kama hizo angalia namna ya kufanya. Mimi kwa majina, Mimi kwa majina na naitwa Grace. Kwenye tukio nimekuja kununua maandazi muda saa tatu. Nikasikia mama anasema kuna mama amemchoma nini? Mtoto msichana wake wa kazi. Tumefika pale muda wa saa tano. Tumefika hapa kwa jirani yake. Ni wapi nyumba hii? Hapa mtoto yuko wapi? Ampeleke kwa Mureti. Tukaanza kujikusanya mama, tukaanza kumfuatilia kwanza, tukapiga simu, anaongea na jirani yake, mimi nikachukua ile simu nikamwambiaje, mimi niko hapa nyumbani kwako, nije hapo nyumbani wanichome siji, niambia mwanzo, njoo. Huyo mama sawa, mwalimu ndo maskani ni mwalimu, nije hapo nyumbani kwangu wanichome siji. Haya, tukamwambiaje, nikachukua ile simu ya yule mama jirani yake, nikaongea nikamwambia, njoo hapa nyumbani mimi nipeleleze, niko na gari hapa kwako kwa hicho kitendo kimeniuma sana, kuchoma msichana namna hiyo. Wakazi kweli, nikiwa kama mama mimi nawajuku sasa hivi kweli hali, hali imekuwa ngumu sana kwa huyo mwalimu, alafu amenijibu jeuri. Tunataka mama tuende shuleni kwake, ili tukio liende mpaka shuleni kwake. Hapo nyumbani ndio alikuwa anawasiliana na simu. Nini kafanya kitu cha mbaya kwa sababu ni mwalimu pia anaweza kuchoma watoto wengine huko shule na awafundishaje. Sana waunguza labda wazazi wajui au kuadhibu, atakiwa kuwa mwalimu A, hamna haja kuwaleta Arusha mabinti wa kazi, natakiwa sheria zitumike, kwanza mtoto wa kazi aletwe na nini na barua kutoka kaona mtendaji na balozi aikwe muhuri toke kule ndo msichana wa kazi uweze kumchukua kwenye mkoani. Hadi Charles. Natokea Geita. Nikua kufanya kazi nilikuja mwezi mu, wa kwanza, anaitwa ni Sofia. Nilivyokuja ni tunaendelea vizuri, ndo akawa nisingizia anamwibia na anamwibia na mayai, ndo kuku wake wakawa awatagi sasa. Siku hiyo akawa tumeenda pale kwa yule jirani yake, akamwambia alivyomwambia, tumetoka kwa yule jirani yake, akaniambia niambie ukweli, nikamwambia mama, mimi sijala mayai. Akaniambia useme ukweli, akachukua kijiko, akachukua kibiti, akasogeza gesi akaniambia, aka funua kwenye mapaja. Nilivyofunua akachukua kijiko aka akabandika tena na hapa, akakirudisha tena kijiko kwenye moto, ndo akaanza kunipitisha hapa kwenye mguu. Sikuchukua watu wowote, aliniambia nisimwambie mtu yoyote. Ndio kuna mama moja alinikuta shambani na lima akaniambia kwa nini umekaa binti? Pale kaambia mimi nasikia sana maumivu, akaniambia umefanya nini? Nikaenda, akaniangalia, ndo akasema hivi, eh ndo umeumia sana, ndo nivo. Akanipa hela nikaenda kununua pale dawa za maumivu pale kwa dokta Al. Alivonipa dawa nikachukua, nikakutana na mama mmoja hivi, akaniita, tukaongea, nikamfunua, nilivyomfunulia ndo akaja na mama wengine pale, tukaenda kule juu kule polisi, ilivyotoka polisi tukafanya mambo yote pale polisi, ndo tukaenda kule juu Mlieti. Ulikuwa kama mara tano. Ndio, alikuwa na nani? Nilikuwa hapo tu mimi na yeye, ndio baba mama yake alikuwa yupo. Alikuwa ametoka, alirudi kumwambia ah, sikumwambia. Alienda chumbani, alikuwa anaumwa, ndio Amesha nikataza nisiwe namwambia, kwa hiyo sikumwambia. Anitumu hivi namwibiaga mayai na namwibiaga hera. Ndio, ni mwalimu, ila mimi hiyo shule naifahamu kama Usunyai, ndiyo wa shule ya msingi. Ndiyo. Mimi najiomba tu saidieni niweze kurudi nyumba naye kisha achukulie hatua ya kiserikali. Ndiyo.